Mheshimiwa Waziri, ni dhahiri kama ambavyo umesema, na mimi nikupongeze sana kwamba ulivyoapishwa tu ziara zako za mwanzoni ulikuja kujionea hali ya ufanyaji kazi wa kivuko hapo. Nikupongeze sana, umefanya vizuri, na nipongeze hatua ambazo umeshazichukua, ni hatua nzuri. Pamekwepo na matumizi mabaya ya madaraka na matumizi mabaya ya fedha na pengine ndio maana tunapata shida hii ya vivuko kuharibika haribika kwa kudaiwa milioni mia nane mia nane, kivuko kimekwama, tunadaiwa milioni mia nane Lakini kwenye taarifa ya upotevu wa fedha watumishi wa TEMESA wamekwapua bilioni mbili nukuta tano. Maana yake fedha hii kama ingekuwa imetumika vizuri kivuko hiki kingekuwa kinafanya kazi b bilioni mbili, mbili nukta tano tisa. Deni hili kivuko wakifanya kazi milioni mia nane, tumekosa milioni mia nane. Alafu tulio wapa dhamana wamekwapua bilioni mbili nukta tano. Haya ndio mambo yanayosababisha huduma iwe mbovu, kwamba wananchi wetu tunawatoza nauli kubwa alafu hawa wamegawana bilioni mbili nukta tano. Na mheshimiwa waziri, uchukue hatua kubwa zaidi. Tafuta mtu hata hivi vivuko vinavyoharibika, tafuta mtu wa kuchunguza Zipo taarifa zingine kwamba hivi vivuko pia vinatengenezewa mazingira ya kuharibika ili watu wapige dili kule kwenye matengenezo. Ukichukua, ukichukua interval, ukichukua muda vinavyoharibika haribika, na hayo matengenezo, nani huwa anahakikisha hayo matengenezo kwamba yametengenezwa kwa kiwango na kwa watu wenye tabia huruka ya kuiba namna hii, wanaweza wakachomoa hata vyuma wakavitanguliza kule kwa fundi, ili ili wapate fedha ile ya matengenezo. Tusipoangalia tutatengeneza vivuko kwa bei kubwa kuliko bei ya kutengeneza kivuko kipya kama hivi ambavyo wenzetu wanatengeneza. ni mambo yasiyokubalika na ya ni mambo yanayoudhi, na kwa kuwa mlichotengeneza timu ya wataalamu, tena wataalamu kutoka kwenye taasisi zinazoheshimika: mjumbe kutoka ofisi ya rais, mjumbe kutoka ofisi ya waziri mkuu, mjumbe kutoka wizara ya fedha, mjumbe kutoka wizara ya ujenzi mjumbe kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu, mjumbe kutoka ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, mjumbe kutoka usalama wa serikali, mjumbe kutoka Takukuru, taasisi yetu ya kupambana na rushwa, mjumbe kutoka mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, kitengo cha kutakatisha fedha na mamlaka ya serikali mtandao. Hawa ndiyo waliokagua wakakuta hawa wamekuapua bilioni mbili nukta tano. Sasa kwa hatua hii mnataka tuchunguze kipi kingine hapo? Hapa tuchunguze kipi kingine hapo? TAKUKURU alikuwepo, wa utakatishaji fedha alikuwepo, wa utumishi wa umma alikuwepo, wa ofisi ya rais alikuwepo wa usalama na udhibiti alikuwepo, wa CAG alikuwepo. Hapa tuchunguze kipi? hii, hii, ya, hii ya uchunguzi juu ya uchunguzi ndio inayowapa kiburi wezi, wanaendelea kuiba. Hawa wafukuzwe kazi na wakamatwe wapelekwe mahakamani. hawa mheshimiwa, hawa. Waziri, waziri wanakuangukia, mwelekeze katibu mkuu awafukuze kazi mara moja, na vyombo vinavyohusika viwapeleke kwenye mkono wa sheria. Uchunguzi uliofanyika kupitia timu uliounda mheshimiwa waziri, na nikupongeze sana una wajumbe wote wanaotakiwa kuchunguza, wote timu ya kuchunguza, wafike kwenye mkono wa sheria. Na mimi niwaambieni, nimesema na naendelea kurudia kusema, haya mambo ya watu kutokuheshimu fedha ya umma, kutokuwa na huruma na Watanzania kama hao wanaopewa hiyo dhamana hawajirekebishi, sisi lazima tuwarekebishe, na njia ya kuwarekebisha hawa. Watanzania hawa wanaolipa nauli hapo wapo ambao anakuwa na mtoto mdogo, anashindwa kumnunulia hata akitumbua, ili alipe nauli hapa anaenda ku, ku, kuuza samaki pale, anakaa siku nzima, anashindwa kumnunulia mtoto hata andazi. Mtoto mdogo anashindwa kumnunulia anashindwa kumnunulia mtoto wake mdogo hata andazi, anabakiza nauli alipe hapa. Edeni hawa ambao wanalipwa mishahara kila mwezi, wanakaa wanagawana bilioni mbili nukta tano.